Lakini tukija kwenye uhalisia sisi mashabiki tunaumia, kuna watu tutakuwa tumeuza mawele yetu tumeuza mahindi. Ukiangalia saa hizi ni jua kali linawaka, unaona, unafika hapa unakuambia mechi haipo. Tunaamini kwamba wenyewe timu haina hasara, sisi mashabiki ndo tunafanyaje, ndo tunaumia. Ukimtafuta Ahmed Ali saa hizi ana relax, mshara unaingia, lakini sisi ni watu wa kipato cha chini, tunakuja kuangalia Simba yetu, unafika hapa unakuambia mechi imefanyaje, mechi imeahirishwa. Ni mambo ya kiuni hii, ukija kuangalia ni mambo ya kiuni serikali serikali iliingilie hili ili, ili. Na la pili kingine, mpira wasiwekeze kwenye ushirikina. Mpira ni pesa Unaposema nimewekeza kwenye mpira uwekeze pesa, sio maneno wala sio ushirikina, masuala ya kishirikina. Kwa sababu kama kungekuwa na ushirikina, tunaamini ushirikina upo, wachawi ungekuwa naiba benki, unaona. Lakini kwa sababu timu za Simba na Yanga zimewekeza kwenye ushirikina, ndio mambo yanayofanyika haya. Mimi haya mambo naita mambo ya kiuni, yanaumiza washabiki hasa, hususan washabiki wa Simba. Nadhani tukio la uh, Simba kushindwa kuingia kwenye uwanja wao kufanya mazoezi ni tukio la kishirikina, inahusishwa na matukio ya kishirikina kwa akili haraka haraka, kija kuangalia ni kweli kabisa, kwa sababu haiwezekani. Timu inakuja, kanuni inasema timu ije kufanya mazoezi me, kabla ya siku moja. Jana Simba imekuja kufanya mazoezi, mabaunsa wa Yanga wanawazuia wanazuia timu kuingia nini kuingia uwanjani. Bodi ya Ligi inaangalia wala nsikalia mahali popote alipo aliangalie hili kuliko kuendelea kushabikia huu ujinga wa namna hii. Sisi tumepigwa hasara, wachezaji wanalipa mshahara. Nimekuja kuangalia timu, naanza kupigwa simu na watu wa nyumbani, wananiambia umekifata, ume ulichokiona. Nimeona nini zaidi ya mechi kuahirishwa? Ni uchungu mkubwa, serikali iliingilie hili kwa sababu hizi timu za Simba na Yanga rado kija kuangalia, si hapo wanafuata kanuni Simba ikiingia uwanjani ikashinda mechi hakuna faini, lakini kama timu inafanya upuuzi wa namna hii inapigwa faini inakatwa na point, haya mambo yasingekuwepo. Unaona kwao ni vitu vinaumiza akili zetu vinatumiza sisi mashabiki hasa hususan watu wanaotoka mbali. Unadhani kanuni ambazo ni za kutoza fedha hazina faida kwenye ligi yetu, natakiwa ziweka kanuni za kukata pointi ili kila mtu akili iwepo kichwani. Kama wangekuwa wanasimamia sheria, mfano Yanga wanafanya upuuzi au Simba wanafanya upuuzi ambao unaenda kufanyika leo hii, hii ni mara ya pili. Kuna mechi ilishawahi kuahirishwa mara saa moja, eh, moja wakaleta timu baadaye mechi ikafanyaje ikaishwa. Kama ungekuepo mtu anapigwa faini. Sasa mfano kama Simba unampiga faini ya milioni moja, unamkomoa milioni moja faini kama angekuwa anapigwa faini alafu anakatwa na point, au ya Yanga anakatwa na point, heshima ya ligi ingekuwepo. Watu wametia hela, sisi hao watu wamepromote matangazo. Ninyi hapo andisho habari mmeitangaza dabi, Azam TV wameitangaza dabi leo, wa hii watu tunakuja tunawaambia mechi hamna. Ni maumivu makali, ni maumivu ambayo kwa shabiki hayakwepeki, kwa shabiki yoyote, hasa hususan watu wanaotoka mbali. Watuone watu hata huruma, tuna familia. Unaona, unafika hapa mechi hamna, unakuwa ni uchungu mkubwa kiasi gani cha fedha kwa ajili ya safari na kuishi kwako kwa hapa kutoka na kutokea, mimi kijijini ni wilaya ya Kyerwa, kama unaisikia Kyerwa, kupanda gari kwenda hadi stendi ya magari natumia elfu kumi laki na thelathini, nimekata tiketi ya Abudi, nimekaa gesti toka Jumatano, niko gesti hadi leo, inalala gesti ya, ya shilingi elfu ishirini hesabu kuanzia leo, mimi tasubiria mechi kwamba mechi irudiwe tena. Na familia nimejichangachanga, nikapata kaela, nikaja kuangalia dabi. Nafika hapa mechi yamna, unakuwa ni uchungu mkubwa. Unaenda kule nyumbani, wanayanga wanaanza kukuzomea, wale ambao wako nyumbani wanasema umeharibu na ulea. Lakini yote ni maisha, lakini bodi ya ligi iliangalie ili wanatutesa, mashabiki wa Simba pamoja na washabiki wa mpira.